Binti ongea, nilikuwa naoleza, nitaenda kula chakula mezani au niwaletee hapa hapa? Twendeni mezani, tusimsumbue binti wa watu jamani, maana ashasumbuka vya kutosha. Mzoee tu mama angu, maana ana maneno mengi balaa. Na hapo sasa hajaoga yaani, akioga ndo utamkimbia. Isiaka, mpenzi wangu, umekuja kweli? Ndiyo, nimekuja, si umenipigia simu ukaniambia unahitaji msaada. Asante kwa kuja, maana watu wote niliowapigia simu wamekataa kuja kunitoa humu maabusu. Sasa ndo uache ugomvi kwenye nyumba za watu. Tatizo yule mshenzi ndo kasababisha haya yote, yaani nina shida alafu naenda kumdai pesa yangu ananiletea ujinga. Twende kaunta ukachukue vitu vyako. Isiaka unatembea? Ulidhani nitabaki kilema milele? Kisha tena mkanya gongo zenu huko, mpigane. Hamna afande, siyo gongo. Kwa hiyo kile kilabu kilikuwa kinauza uji? Hebu toka kabla sijakurudisha ndani mara ya pili. Kumbe unakunywa gongo, ndio maana umechakaa hivi. Ni kipi kimekusibu? Ni maisha tu. Lakini Isiaka mpenzi, si ulisema ukitembea utanitafuta tuendelee kuishi pamoja? Naomba unisamee. Lakini si ulisema hata nikitembea unitaki tena? Sasa kwa taarifa yako, mimi sijaja hapa kwa vile nakutaka au nakupenda sana, bali nimekuja hapa kukuonyesha kuwa natembea. Wewe si uliondoka na kadi zangu zote za benki, ukidhani kwamba mishahara yangu yote ya maisha utaichukua? Sasa ushamba wako umekuponza. Nisamehe mpenzi wangu, ni shetani tu alinijaza ujinga. Wala usijisumbue kuniomba msamaha kwa sababu nimegundua kwako shetani apiti mara moja. Kwa hiyo siwezi kukusamehe maana, naweza nikakusamehe leo halafu akaja akapita tena kesho ukaniua kabisa. Sio hivyo, mpenzi wangu, naomba unisamehe. Ni ujana tu ndio ulikuwa unanisumbua na pia niliingia na uoga wa kutokupata mtoto kama ulivyoniambia, huwezi kuishi na mlemavu. Ndo hivyo hivyo, na mimi nakwambia siwezi kuishi na mwanamke limbukeni. Na kwa taarifa yako nimesomewa kinga ya albadiri. Sasa nenda kwa waganga wako ukanijaribu, uone naona. <laughs> Umeamua leo? Shetani tayari kashatengeneza njia yake kwa yule mwanamke, hata tujenge fensi vipi, shetani atapita tu. Kwa sasa nimeamua bora niachane naye, pengine haikuwa riski yangu. Ehe, tunaenda wapi? Twende tukale biriani. Leo lipo ipo limejaa tele, ila naona kurudi kazini kumekupenda, yani uso umekuwa na nuru. Hadi la ushaanza mambo yako kwanza. Vipi kuhusu safari yetu ya Dubai? Na ngoja uoe kwanza. Kwa kweli sina hamu tena na wanawake wa kibongo, nataka na mimi nikatafute wa kufanana naye Dubai. Basi tutaenda wote tukafahamiane vizuri. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto, hadi hadithi zinazohamasisha matumaini, yanayostawi kupitia kila tukio, tunajifunza na kukua. Swahili Animation, onyesho la kusisimua kutoka kwenye kicheko hadi mafunzo ya kina. Tunapanda mbegu ambazo mioyo yetu itaifai.